CCM hoye, Kinondoni oye, oh yeah. Mama Samia, Dkt. Nchimbi ndo mgeni rasmi, mgombea wetu mwenza Wauraisu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Katibu wa organization, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa mheshimiwa, mratibu wetu, mjumbe wa kamati kuu mama Mary Chatanda, mheshimiwa wajumbe wa neki mkiongozwa na mjumbe wa neki kutokea mkoa wa Dar es Salaam, mheshimiwa kaimu katibu wetu wa mkoa, mheshimiwa wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya na mkoa wa Dar es Salaam. Waheshimiwa wanachama, Chama cha Mapinduzi, wananchi wote wa jimbo la Kinondoni, mabibi na mabwana, asalamu aleikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndungeni rasmi, karibu sana wilaya Kinondoni, karibu Kinondoni, karibu jimbo la Kinondoni linaloongozwa na ndugu yetu Tarimba Abbas. Ndungeni rasmi mimi ni sio mzungumzaji kwenye mkutano huu. Mkutano huu mgeni rasmi ni wewe, na wewe umeongozana na itifaki yako, najua mna mengi ya kutuambia wanakinondoo. ni kuhakikishie, Kinondoni tuko salama sana, u mgeni rasmi, tunakuthibitishia tarehe ishirini na tisa wilaya yetu ya Kinondoni na kata ishirini, bila shaka tunakwenda kushinda majimbo makata zote ishirini za udiwani. Nikuhakikishie wilaya ya Kinondoni na majimbo mawili, jimbo la Kinondoni ambalo sasa upo na jimbo la Kawe ambalo muda si mrefu ujao utakwenda, tunakwenda kushinda wabunge wote bila kipingamizi chochote. Nikuthibitishie ndugu mgeni rasmi, kura za mama yetu Asilimia tisini na tano wana Kinondoni wako tayari kuzijaza kwa Daktari Samia Suluhu Hasan. Dokta Samia oyye! Dokta Samia dunge rasmi. Nitamke rasmi sasa, mkutano huu tumeufungua. Karibuni sana.